To ndio to uh -huh. kwanza hiyo kwanza hiyo ninaipenda na, sana ndio hapo ndio nilikuwa nataka uh, kwa, kwa luka hiyo ya Kimombo inaiweka mzuri sana kuliko luka ya Kiswahili yani anasema na, na, na kwamba anaonesha lema kwa mahelfu kwa wale ambao wanashika amri zake. Kwa hiyo wakati ambao unashika amri zake, kwa inamaanisha kwamba Mungu anakuonyesha masi, anakuonyesha lema kwa hiyo ni kibunguo, na ndio hapo unakuta kwamba katika kitabu cha uh, katika kitabu cha Mithali tatu mstari wa tatu, tatu. Mithali mbili mstari wa tatu mm-hmm. Naam, ukiita busara na kupata sauti yako, upate ufahamu. Ninasema tatu Aha. Maana zitakuongezea wingi wa siku. Na, ni, ni, ni, ni. Bas, kuja msali wa kwanza: Mwanangu, usisahau sheria yangu. Aha. Bali moyo wako uzishike amri zangu. Aha. Maana zitakuongeza wingi wa siku na miaka ya uzima wa amani. Bas, kwa hiyo inamaanisha kwamba hiyo ni kifungu kingine kwa hivyo kila ambayo kiko na nini, siri. Kwa hivyo pasiba kuwa tuelewe siri hii ya kuongezewa masiko. Ehe, tumeangalia tumeona kwamba ili moyo moyo wako ukuwe ndawa, ya unakuta kwamba kuwa na furaha, basi inakuwa ya kwamba mwili wako unaweza kuwa, lakini unaweza kukaa masam malivu lakini unakuta kwamba kuna nini, kuna shida. Yani moyo ukiwa na nini, moyo ukiwa na kuchangilia, lakini unakuta kwamba hakuna hakuna kitu ambao uko naye mkononi, maana wewe umekosea wakati ambao wa fungu la kumi. Aha, na ukikosea mambo ya la kumi, basi unaishi miaka mingi ukiwa na nini? Ukiwa na shidak okay. Kwa hiyo miaka hii inaongezeka wakati ambao unashika amri za Mungu. Kwa hivyo ili miaka ukiongezea miaka kwa hiyo wakati ambao unaongezea miaka ni wakati ambao unashika amri za Mungu. Kwa hiyo kinashika amri za Mungu na utembee naye. Kwa hiyo ukitembea naye utaishi miaka ya uzima, lakini miaka ya uzima inaweza unakuta kwamba unaweza kuwa na miaka ya uzima, maana uko na furaha, lakini unakuta kwamba kuna kitu ambao unakosa katika maisha, inaitwa pesa

nikupatia tu vitu ndio uone mala ambao tunaangukia. Kwa hiyo uone kwamba kuna vitu vungu ambao unastahili kuwa naye katika maisha, ili upulaie wewe mwenyewe katika maisha yako. Angai anzia moja. Anasema nini? Hagai moja mstari wa kwanza, Katika mwaka wa pili wa utawala wa mfalme Dario. Aha. Mwezi wa sita, siku ya kwanza ya mwezi, mm -hmm. Neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mm -hmm, mwana wa Shailtieli mtawala wa Yuda na Yoshua mwana wa Yosadaki. Enda hapo chini uendelee. Bwana wa majeshi asema hivi kwamba watu hawa husema wakati wa kuijenga upya nyumba ya Bwana haujafika. Mm-hmm, ndipo neno la Bwana li, lilikuja kwa kinywa cha Nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa nyinyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Mm-hmm, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi Zitafaka, zitafakarini njia zenu Endelea, endelea mumepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo mnakula lakini hamshibi mnakunywa mm -hmm. lakini hamtosheki na vinywaji mnajivika nguo lakini hampa, hampati joto mm -hmm. na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotobo toboka toboka tobokaao. Angalia hapo, angalia sasa. Hata vitu vingine si hata lazima, ni kuendelea hapo ni endelea. Bwana wa majeshi asema hivi eh, dhuli hapo nyuma. We, unataka, una, unataka kuondoka hapo kwa nini? Hebu rudi hapo nyuma. Mumepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo eh, eh, mnakula lakini hamshibi eh, mnakunywa lakini hamtosheki na vinywaji eh, eh, mnajivika nguo lakini hampati joto uh -huh. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Uh -huh. Bwana wa majeshi asema, asema, hivi. Asema hivi, zitafakari njia zenu. Pendeni milimani, pandeni milimani, mkalete milimani, miti mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia. Anasema, akoba, nami nitatukuzwa nita asema Bwana. Ukiona uki, uki ya kwamba uko na watoto ukiona uki kwamba uko na watoto na baada y unakuta kwamba ku, e, ukimupatia huyo mtoto chakula anakula chakula mingi kuliko vile ambao ulikuwa anasema kwamba ongezewe, ujui akwamba kuna shida <laughs> wewe ndio unatafutwa. Then unakuta unaenda kununua, ninaona inaitwa aje <truits> mpaka inatembeswa hapa, kile kikubwa blanketi ile imetokea juzi ndubi. Lakini hata hata ukijivunika hiyo ndubi au pati njoto Ujua kwamba wewe unaulizwa alo? Kwa hivyo pasipo kuwa uijue, ya kwamba wacha, kuna mwingine ambao anasema kwamba uh, uh, uh, tukitengeneza nyumba ya ndani wewe, Mungu hali anaongea juu ya nyumba ya ndani ama anaongea hii ambao munakaa? Hey, kuna mwingine ambao

wengine kwanza, ninasikia ya kwamba kuna watu ambao tiali wamefanya wame kazi wamenyimwa msala <coughs> eh hey, wamenyimwa msala. Wengine unakuta mtu anakuja anakwambia kwamba anakuwa analia anakwambia kwamba ini tunaenda kulala bila ya chakula, na kuna ni uongo Mungu anatafuta vile ambao utakutoa hiyo pesa, maana unakosa nini kumujengea nyumba yake? alo alo, neno bile hiko, hakuna kitu ambayo tutaongezea ama tutoe. Inasema kwamba ukikosa yeye mwenyewe, ni sidi. Kwa hiyo unakuta kwamba Yesu Kristo utisikia, Yesu Kristo alizaliwa kwa nini? Yaani, amutaki kusema zizi la, la ng'ombe. Aliendelea na kukaa kwa zizi la ng'ombe mpaka lini? Maana ama alikuwa naenda na urudi kwa zizi la ng'ombe, zizi ziuzeme zizi, hakuna mtu anaongea basi kukaa kwa zizi la ng'ombe. Kwa hiyo inahitajika, hata akizaliwa kwa zizi la ng'ombe basi, nakuta kwamba inahitajika utolewe kwa zizi la ng'ombe, uondoke kwengiwa kwengine. Uh, yani, ionekana Mungu akifanya kazi, si ukae katika zizi la ng'ombe. Basi ndio hiyo nikasema nika kwamba tuondoe katika hali ya zizi ya ng'ombe.

Hey, maana hatutaki katika kukaa katika nzizi la ngome. Hii inahitajika uelewe ya kwamba kuna ni wakati ambao unatoka unatoka huko. Umeelewa hiyo? Kwa hiyo inaitwa asili. Mungu anafanya kazi na asili yake. Kwa hiyo wakati wakati ambao unaelewa kumpanyia Mungu Mungu hata vulaya. Kwa hiyo unakuta pasipo kuwa wewe uelewe ya kwamba uondoe uzizi wa ng'ombe katika maisha yako, basi unakuta kwamba unakaa unakuta unakutakuwa unatoa in, inapotea. Lakini sasa, maana tumeondoka katika nziza la ng'ombe, ujue ya kwamba mbasa na wewe maisha yako haitabaki duiti tena Ah, nasema kwamba maisha yako aitambaki vile tena. Maana Yesu akumbaki kwa zizi katika zizi na ng'ombe, na wewe hautambaki hivyo tena alo y yeah. kwa hiyo unakutaamba kwa ni sidi hiyo, wakati ambao unatoa a kujengia, unafurahisha Mungu, naye Mungu anauliza ni nini ambao unataka na si hivi sasa unakuta kwa tunaona kwamba tunajenga. Ah, kuna wakati ambao tunaona kwamba hii sasa ah, si si, si mzuri tuna tunaingia tuna, tuna nyingine. Lebo nyingine. Wacha kukaa katika lebo moja Alo? Alo? Basi si ni nimebadilishana na hiyo. Ziingie kwa mipuko ambao Kuko, kwa, kwa sababu ya kuko kukosa mko jengia kuko, ana hataki hiyo, ya ndani ni yako, lakini anatafuta mada ambao wanaweza ku watu wanaweza ku. Kwa hivyo anasema kwamba nyumba yake, anaongea juu ya nyumba yake, wakati ambao wanasema kwamba mwili mmi, wako ni la ikao, anaongea juu ya mwili wako akisema, nyumba yake ni nyumba yake wacha kutafutia kwenda na huko. Uh -uh. Iko hivyo, wacha kuvetia na huko alo toko pamoja. Kama ni nyumba ni nyumba zake, kama ni mwili wako ni mwili wako. Alo, kama unaona kwamba ninangonga kichwa, ninangonga msimai kwa kichwa <laughs> ama ni sawa? <laughs> Okay. uh, na ndio, hapo ndio unakuta kwamba huyu ambao anaitwa Tito uh, ninataka kumalizia Tito, Tito moja kumi Tito anasema nini? Tito moja mstari wa kumi. uh-huh. Kwa ma Sa, sa, hapo ndio neno neno inatugonga sana kwa maana kuna wengi wasiotii, mm -hmm, wenye maneno yasiyo ya maana mm -hmm, wadanganyaji na hasa wale wa tohara ambao yapasa wazibwe vinywa vyao. Basi, kuna vitu ambao usai kuongea ku, ku, maneno mengi mingi ambao haina maana Una, unaona maneno mingi unasema una kwamba ninamjua Mungu. Awachana na nakusema kwamba ninamjua Mungu, sikia neno pili hiko usema kwamba na hiyo neno kweli imekuja kwa ajili yangu. Sisi, kusema kwamba ninamjua Mungu, maana hiyo neno ikikuja iki, iki kwako inakuja kwa, kwa na nini, na kusuti hapo chini anasema kwamba mzali wa 11. hao wanapindua watu wa nyumba nzima, mm -hmm. Wanavunja, unangeuka unangeusa nyumba mzima, wakifundisha wasio yasio wapasa kwa ajili ya mapato ya aibu, mm -hmm. Okay, ni nataka msali wa 15 na msali wa 16 hapo tumalizie vitu vyote Tito kwanza mstari wa 15. Aha. Vitu vyote ni safi kwa hao walio safi. Aha. Lakini hakuna kilicho safi kwao walio wanajisi wasioamini, bali akili zao zimekuwa najisi na nia zao pia. Kwa hiyo unakuta kwamba kila ambao kiko ninasema kwamba basi uelewe hiyo, na ndio unakuta kwamba ninakuondoa katika hiyo akili ya wale ambao na Anasema kwamba vitu vyote ni safi kwa wale ambao ni usafi lakini hakuna kitu safi kwa wale ambao ni nini wanajisi. Ni wanajisi Nadio, dio, ni, ni, ni, ni na ndio hapo ndio nilikuwa ninaongea kuhusu wanayuthi ninauliza wanayuthi, wanayuthi imekuwa haji upatane na mtu ambao hajaokoka maana ahitajika au, au, wewe upatane na mtu ambao hajaokoka, maana wewe ni safi na huyo mwingine si safi, basi inahitajika nyinyi wote muku, utavuta mutu ambao ni safi, mutu ambao anaelewa mom, mambo ya wokovu. Au uweze kuniambia kwamba ati utamuombelia uta hata kama ako na zula ya kumale maleta atakurudisha nyuma hata kama nikio atakurudisha nyuma mulete nimumbilie ni, ni aokoke alafu nimwambia kwamba basi lakini usiniambia kwamba wewe utaenda kumumbilia ila ambayo itaenda kukumbilia nikukurudisha nyuma tuko pamoja toko wa moja. Basi nimesema kwamba hakuna kitu safi kwa wale ambao wanajisi. Hiyo ni Bibilia, na usiniambie kitu ingine ambao haijaandikwa. Imeandikwa hivyo ya kwamba hakuna kitu safi kwa wale ambao ni wanajisi. Kwa hivyo vitu vyote ni safi kwa wale ambao ni walio wasafi kwa hivyo anakuja anamwambia kwamba anamwambia kwamba tunataka tufanya halusi mkiwa mkiwa kanisana kila mmoja atasema kwamba kweli tutafanya halusi ama akwambia kwamba kuna kina ina nahii basi mutakubaliana wa, nyinyi wawili aututafanya alosi, tunaenda kuombewa na mtakuja, tunaomba pamoja, lakini si kuimbiwa. Alo, tuko pamoja, si kuimbana. Unachomekea pande ile ingine huko, unaingilia hapa, unachomokea pande ile ingine, unatafutwa hapa katikati basi hiyo ndio inaitwa sili. Mungu anafanya kasi na sili. Kwa hivyo ukitaka kujua vitu yake, ujua kwamba kama ni vedha ama nini inaitahika ina, ina, ina uvuate sili yake, ujua kwamba okay. kama ni kwa, kwa, eh, ninaitwa nimetaja vitu kidogo. Kuna vitu mingi lakini nimetaja kidogo. kwa nini? Maana hatuko hapo ni, ni kukuonyesha mali ambayo unaweza pata nini, siri ya Mungu na wewe uishi, unaweza kuishi maisha marefu kama nani lakini hujui ya kwamba hata ukiishi maisha malevu unaweza kukosa pesa kama nani? Hakuna mtu munajua, La salas. La salas. Kwa hivyo kuna vitu ambayo unaweza kukaa naye hapa kwa hivyo Aslas anakosa mpaka anaenda kupatiwa makao kivuani, maana kuna mada ambayo anaweza pata kanyumba. Si hiyo ndio umesema anaenda kukaa kwa mtu kivua, kanyumba hakuna matendo kuna vita ambao unaweza fanya ujenge nyumba nyumbani mbinguni nyumban, eh, kwa hiyo huyo ambao anaitwa Lasala akuna mali ambayo alionekana anapata, alienda kukaa kwa kibwa cha mtu, kwa sababu Biblia ina, inaongea kitu kama hiyo. Umeona hiyo maandiko, unaenda unakalishwa Nimekataa kukalishwa, ninastahili kunitengenezea kanyumba yangu hapa. Niko hapa chini, nikienda nyumbani mbinguni nikuta ya kwamba iko sawa. Yesu Kristo anasema nimeenda kuwajengea. Kwa hiyo ana, angali anajenga yangu. Alo, alo. nawe kujengee, na wakati ni atakujengea nini? Biblia inasema kwamba ukimjengea Mungu nyumba na atakujengea. Hiyo maandiko hauji? Ukimjengea uki uki Mungu nyumba na atakujengea. Kwa hiyo ukikosa kumjengea, utaenda kukaa kwa kibwanja mutu <tos> <tos> <tos> eh. Ni maandiko kupelekwa hivi uangalia bibilia fila ambao iko uzipelekwe konda. Ulisoma kwa nini ulisoma? Hili uelewe maandiko, siku tu kuletewa, kuletewa hano naambiwa kwamba inasema hivi. Wewe mwenyewe umejisome, wona kwamba hii inasema hivi, basi inasema